Uh, naitwa Clayton Levukatus Chipando. Nina mshukuru Mwenyezi Mungu leo tumeweza uh, kufanya uchaguzi wa kumchagua mstahiki meya wa halmashauri yetu, na kiuhalisia sasa moyo wangu una amani, kwa sababu tumepata viongozi ambao tunaamini watenda kuiongoza halmashauri yetu vyema, na nimepata nafasi ya kuongea na madiwani kwa mara ya kwanza kulihutubia baraza la madiwani, nimejaribu kuwasihi namna bora ya kuongeza mapato kwenye halmashauri bila kuwakera wananchi, kwa sababu halmashauri nyingi zimekuwa ili ziongeze mapato kwenye uh, kwenye halmashauri wanataka kuongeza tozo na ushuru katika maeneo mbalimbali, kitu ambacho kiuhalisia kinaenda kuwaumiza wananchi. Mimi nimetaka, nimetaka, nimetaka, nimewapa mbinu mbadala ya namna bora ya kuongeza mapato kwenye halmashauri bila kuwadhuru, bila kuwapata malalamiko ya wananchi. Kumbukeni kwamba hakuna mwananchi yoyote anayependa kutoa hela yake mfukoni kurudisha. Sasa lazima muwe na mbinu mbadala ambayo itamfanya atoe hiyo hela, lakini asikie furaha, asiwe na uh, uh, hofu asiwe na uchungu wa namna anavyotoa pesa yake. Kwa mfano uh, halmashauri nyingi zinaona ili ziweze kuongeza mapato ni kwenda kuongeza labda ushuru kwenye masoko, ushuru kwenye baadhi ya sehemu, lakini mimi nimewashauri, kwa mfano, tunaa tukaamua tukajenga kumbi za uh, kwa ajili ya maharusi kumbi kwa ajili ya uh, matukio tofauti tofauti ambayo hizo kumbi watu watakuwa wanakodisha, na, na halmashauri inapata mapato. Lakini pili, tuna tukaamua, sisi halmashauri ya Kigoma mjini tukatengeneza, tuna maeneo mengi ya bichi, tuna tukaamua tukatengeneza apatmenti ambazo zikawa ni apatmenti za halmashauri, apatmenti hizo zikawa zinaingiza pesa, hizo pesa zikatumika kwenye halmashauri kwa sababu sasa hivi apatimenti Kigoma kulala kwa siku dola mia dola mia mbili. Sasa nilikuwa nataka niulize swali jepesi. Je, kama ni dola mia, dola mia mbili kwa siku, tafsiri yake ni kwamba mkitengeneza apatimenti nyingi mnaweza ukajikuta kila siku halmashauri inaingiza zaidi ya milioni hamsini, milioni sitini, milioni arobaini, milioni thalathini, ambao ukipiga kwa, kwa mwaka au kwa mwezi unapata milioni mia tisa mpaka bilioni na shauri na washauri watu wote ambao Uh, wana, wa, wa, wa, wanashiriki kwa pamoja kwenye halmashauri yetu wakiwa madiwani, lakini pia wakurugenzi pamoja na wataalamu, tafadhalini sana, twendeni tukaifanya halmashauri yetu hiyo inapata pesa katika mfumo ambao wananchi hawatapata maumivu. Asante. Halmashauri iache kufikiria kuanzisha kodi mpya kwa wananchi, na tutengeneze vyanzo vipya vya mapato. Moja kati ya vitu ambavyo vinasababisha kodi mpya zinatengenezwa ushuru wa mara kwa mara ni pale halmashauri inapokuwa haina mapato sasa, ina haha kutafuta pesa, ndio hiyo vinaanzishwa viushuru, ushuru huko mtaani. Kazi yangu mimi, kazi yangu mimi kama mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, na ninawaomba waheshimiwa madiwani, tuishi kwa pamoja, kazi yetu hiyo ni kupunguza baadhi ya tozo ambazo ziko kwa wananchi na sio kwenda kuongeza baadhi ya tozo huwezi kupunguza tozo kama hauna vyanzo vipya vya mapato. Tuna mkurugenzi mzuri sana, sungura sana huyu mkurugenzi, mtu akuweza kupita mipito anaijua. Tutashirikiana naye, atatushauri njia bora ya kufanya ili tusiwaumize wananchi. Twanze, nataka niwambieni kwa mfano, kwa mfano ukumbi huu ambao tuko sasa hivi tumelipia laki nane kama sikosei, laki nane laki nane kama ungekuwa ni ukumbi wa halmashauri, tafsiri yake hiyo hela ingeingia kwenye halmashauri. Uongo kweli? Sasa kuna mtu unaweza ukamtoza hela ukumbi ya ukumbi akalalamika, kama anafanya harusi tena, wana wanatozo kwenye makumi mbalimbali. Kwa lazima tutafute vyanzo ambavyo mwananchi akasikia raha, kumbe amechangia halmashauri. Lazima tuwe na tekniki ambayo itasababisha tupate pesa huku mwananchi anachekelea, sio kupeleka tozo ambazo mwananchi akalia atatoa pesa huku analia. Sasa mimi nipo na mimi ndo mjanja kuliko kitu chochote. Tutakaa na madiwani wangu, wako vizuri, wakiamua jambo lao wako vizuri sana. Tutakaa na madiwani wangu, tutakaa na chama, tutakaa na mkurugenzi, tutakaa na mstahiki meya na naibu meya. Tutatengeneza mbinu mpya za kuleta mapato Kigoma mjini bila kuwabukuzi wananchi, na hiyo ndio itakuwa njia yetu bora 2030. Utashangaa kuna pita bila kupingwa.